Ona tu naniin tunatu ni ona tu naninatu na tu wache nikuonyeze, ona tu, ona tu. Hii ni mkia ya nyati, hii ni mkia ya nyati nimechemucha kabisa nanii, ndiyo tunataka kutengeneza nayo kitu, nataka kuwamiksia nayo nini. Ona tu supia nyati bila iko e, gre gre na tamu kweli, ndo nataka kuwatengenezea nayo nataka na, nataka kumix nayo nini? Matoke tena niweke ni tena biazi na hapa, mtaimba haleluya. Mm, wache sasa kwanza niweketupanana weke pan nisupu. Sasa naye tutaitumia masaa zingine tu na mikate yako tu, umeona tu sasa eh? Sasa one na nini? Sasa tuwakishe tena hii nini, leo leo lazima mmwatira nzima ya mate hiyo naye, hiyo naye ninataka ku make sure lazima mumwaye dramu mzima hiyo. A, hiyo naye ni kabisa, lazima mumwaye dramu mzima nanii hapo hapo, siwahurumii. Sasa e, mafuta tu kidogo tu hapo tu sasa e, hapo ndio hiyo nani, si mmeona? Sasa tunataka kupika ka kitu kanaitwa e, oxtaili no nini mukia ya nyati na na hii hii biasi. E, naona tu waru hapa tena. Naona nimechemsha tena mantisi, nataka kutengeneza kitu tena. Naona hapa niko na nyanya nyanya, nataka kupota pota. Mtaimba, mutaimba haleluya nani. Leo leo hakuna huruma na nyinyi l mm. Leo leo hakuna huruma kabisa. Leo nataka mumwae mate, mkuwe dehydrated medie mm, dehydrated kabisa yeah. Sasa hii kwanza ikae pande hii nae bas eh. Nyanya kwanza wacha nianze, tuna nyanya tu wacha mm. Wacha tuna nyanya tu saa hii saa hii sasa ukitakaka nyanya ikae kama ujiuji, unatafuta nyanya ambayo imepoteka, unanunua pale 20 pop. Unawekewa mbingi pale soko mjinga, alafu unakuja unachemusha nanii hey, inaiva kama ujiuji uji. Hiyo ukimwaya kwa mulo ukimwaya tu kwa ma, nini eh, kwa kwa nini ya nyati, mkia ya nyati, ah, ambayo imewekwa waru na matoke. Ay, mutaimba haleluya hiyo mulo, ah, ndugu yangu ndugu yangu, ta siku yako itakuwa mzuri. Hiyo ni dawa, hiyo ni dawa halisi. mm, dawa halisi ya kienyeji sasa <laughs> Hey. mm. oh, ba wako tu mm. wako tu hata hii maya hapo bas. <laughs> Unasikia sasa naonyesha eh? iko kazi hapo, kazi inatendeka hapo kwa bidii mm hapo kazi inatendeka mpaya ngine mm. Tena bwana, leo lazima m-mwae mu, mate leo lazima mmwae mu, mate leo mali mm. Huko lazima ni wamwalishe mate na nini? tena dramu msina muzima, sio peseni, leo mtamwae dramu muzima, kila mtu mutu dramu dramu dramu dramu, mali muko mkishika watu kama mia moja, muwekwe mtamwae mate mtengeneze lake Viktoria mm. na mateyeni ambaye itatokana na kuwa katika hii mulo. Ninatengeneza mulo nuksi ya taribilmaiti ni nini, mulo ya kipekee ijawahi onekana mahali ni hapa, tukwa jikoni ya Ugaliman. Mtamwaya ah, mnafikiri ni mchezo? Tumungoje tu bada, punde sipunde Nataka mumwae mate, yaani ile kitu, nataka kuunda hii chakula kwa style ingine deadly, deadly. <laughs> mopaka mumwae mm. mate na mi furaha yangu, ninataka tu mumwae mate. Mkimwaya mate mimi naye nitaimba haleluya mm. unaona sasa sasa, unaona hii ah. Kwaza aona nani? Wacha ona nani, lambisa chumvi. Mbona? mm. Very good. Sasa kisha lambisa chumvi namuna hiyo, sasa wewe ujue sasa umefanya kitu ya maana, sasa itanyonyanyonya sasa, acha inyonyanyo nyonyanyonya wakati na nyonyanyonya nyonya. chukua hii ni mkia, katakata sehemu pieces, pieces, eh? Sahii nini? Hii nitanyonya baadaye mm. Sahii mkia ya nyati, hii ni mkia ya nyati naona mm. Pieces tu za mkia ya nyati eh? Weka hapo nyonyanyonye, mafu wegezee, nyonya nyonya mafuta na ni. Mm. Mm. Nai, mkia nyati inataka unachemusha kweli kweli, nani, nyati inakuwa ngumu kama kiatu ya mukamba. <laughs> mm. Nyati inakuwa ngumu kama nini ya mukifi, kitu ya mukifi. <laughs> mm. Mm. Ona oh, tu sasa mm. Ona nanii mm. Ona sasa nanii ona, sikia mm. Tu sasa, hiyo ni mkia ya nyati mm. Toka tu sasa, hii nani endea ya mkia yako ya nyati nanii mm. Edea mm -hmm. Kia hmm. hmm. nyati bwana hmm. wacha tuipatie kwanza vitunguu moja, hmm, ah, na nini sema nawatengenezea mulo si mulo na, na ni lazima mumwae. Nitawamwaisha mate nani, mupende msipende, lazima leo niwamwaishe mate. Kila mtu dramu mzima mzima, mkishikwa mkipatikana, watu mia moja hivi munamwaya Lake Victoria. Ingine mm very good, sikia tu ni ndio jana naye ni mkia nyati

Mupata moimbe haleluya, hii ni ndisi sasa, ile mechemuso kabis, ona tu, toka endea nani, very good ingine tena, ndizi, tena mm. <coughs> mm. Maya tu, tu. Tu kate tu maya tu hapo tu wako tu ndizi tu tena tu. Ndizi, tu ni ndizi tu nimechemsha kweli kweli, kwanza mm. Naona tu sasa bwana. Naona tu sasa natoa ile ile konde. Eh, toa gikonde kwanza. Mm. Naona tu. Naona tu. Tuwako tu ile gikonde tu halafu sasa. Tunapata one tunakata tuntua, enaweka tu huku ndani, tuona tu waruma mm. mm. chonge tu ngozi <coughs> mm. tu ya juu. Unajua pia tulichemusa tu hivyo hivyo hivyo eh? mm. toa tu kitaratibu tu

Ya mbio toka endea unaona ni kama unaonewa. Hmm. Hii ni mm, lunch ya leo sasa. Hmm. Hii sasa ndio tunataka kupepeta leo leo hii saa hii saa hii. Eh, hii tu. Tena tu small pieces. Eh hey, just like that. So yeah. Maona tu. Hmm. Kwa tena nyingine tu.

Leo nataka ni leo ole ni leo ni kwa mwaisha mate, mwangalie tu hapa leo mtamwaya kwa mwaya leo. Leo nani? Bila huruma. Niko mwaya mm? ni kwa mwaya mm? Leo niko baya, niko mwaya kwa mwaya. Mate kila mtu atoe mate drum, mzima mzima. Mkipatikana watu 100 hivi mkiweza kutengeneza hiyo sehemu kuelek ebeta na samaki iweze kufugwa pale na mateseni kwa ajili ya hii mulo ni ambaye nawatengenezea leo. Tokeni mwende mtafute mkia ya nyati, mng'ang'ane na nyati, mukate mkia yake, mlete, mchukue viazi matoke mm. Mkuje mfanye vile mimi ninafanya saa hii, la sivyo mtamwaya mate hadi mwende jongomeo na nini. Mm. Ah, sasa kazi ni kama inaisha. Kuchongaji wa viazi usiwe mbari, kazi ni kama inanywea. Hii tunamaliza sasa, uchongaji wa viazi sasa imekwisha. Kuna mambo nataka niwafanyie hapo, mweze kuimba haleluya saa hizi. Mm. Very good. Matumbatumbua hapo ya nini? Very good. Sasa, mwona hii ni matoke. Mm. Iko na mabiazi. Mkia ya nyati sisi nachanganya yote, simumeona, iko muro, iko muro inakuaya. mm, mm. mm -hmm.

Ndio hii nyanya ambaye ninapondaponda, ni mwaya hapa juu, ndio. Mm. Mm. Zaibarilia vizuri sasa, mm. Ndio hiyo, nakumbuka ile supu nyeusi ile ya nyati mm. Sa mwaya hapa nani, wacha itemuke, wacha itemuke. Leo lazima mumwae mate, kumwaya mpaka muimbe ariruya. Chukua hii curry powder na nini? Very good. Sasa koroga tu meona sirie. Hmm. Sasa wacha ichemuke nani. Sasa nanii, wakati naye inachemuka sasa hapa. hmm. Nanii sasa hapa, sasa nanii hapa, geuza geuza, fanya mambo, fanya mambo hapa nanii. Mm. Hmm. Sasa nanii taka uone nanii, sasa ona nanii, naona hii bidhaa sasa, very good. kitu simple namna hiyo kiambiwa toka uende, unaona ni kama unaonewa na kumbe unasaidiwa ndio uweze kunufaika katika afya yako hmm? naona sasa sasa mm. Geuza sasa zilambe pale kabi. Mm. Zilambe pale kabisa mm. Sasa ipatie muda tu kidogo mm. Tang'anya tu tena na hii kidogo tu naona tu, kwa umbali naona ona tu. Very good. Kwa umbali tu, ukisikia mtu anakuambia chuvi, kwa umbali ni unakaa mbali Alafu unafanya namna hiyo, na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Sasa tunataka kukula hii, ni mambo ambayo. Sasa hii kazi tushamaliza hapa, kuna cha ati wo, wo, wo, a. Ah, ah. Hapa sasa ni upakuaji mm. upakuaji sasa unataka kutendeka ama kutekelezwa kwa sasa, hmm. Ah, sijawambia kitu nani. Mukisha kula hivi leo namna hii leo jioni 6:30 tupatane pale kwa jimu yangu ambayo iko pale Time Suit. Eh, just after petro station at the junction towards Wama Hospital utaona gorofa hapo, inajitwa Time Suit, panda lift juu mpaka fifth floor. Utanipata hapo, kuja nikutowese jasho nani, otafurahia otafurahia nani mm. Wacha tugeuse tena kwa kwa mara ya mwisho eh? Mm. Fanye tu ugeusaji manake sasa tunataka kupakua. mm -hmm.